Jaji wa mahakama ya wilaya ya Marekani ametoa amri ya muda ya kusitisha juhudi za Rais Donald Trump za kulifuta shirika la US Agency for Global Media, yani USAGM, linalosimamia Voice of America, na Radio Free Africa, Radio Liberty, RFE/RL. Amri hiyo iliyotolewa Ijumaa na jaji James Paul Otken ni matokeo ya kesi iliyofunguliwa na waandishi wa VOA, vyama vya wafanyakazi na mashirika ya uhuru wa vyombo vya habari ambapo walionya kuwa agizo la Trump lilotolewa katikati ya March kama sehemu ya mkakati wa America First wa kupunguza matumizi ya serikali lingeleta madhara makubwa na kuwaweka wafanyakazi wa kigeni katika hatari ya kurejeshwa makwao. Agizo hilo la Trump lililenga kupunguza bajeti, kufuta ofisi na kusitisha mikataba ya hadi wafanyakazi 1200 wa VOA kwa madai kuwa shirika hilo ni mzigo kwa mlipa kodi na hatari kwa usalama wa taifa. Katika uamuzi wake, Judge Otken amezuia USAGM kuwafuta kazi au kuwaweka likizo wafanyakazi na wakandarasi, kusitisha mikataba ya ufadhili na kufunga ofisi zilizopo. Uamuzi huu unazuia kwa muda wa utekelezaji wa mpango wa Trump hadi uchunguzi wa kisheria utakapoendelea. Mshauri wa Trump katika USAGM Carl Lake alitetea hatua hiyo, akidai kuwa shirika hilo ni kitu kilichooza toka juu hadi chini na hatari kwa taifa.